Nataka niambie serikali ya Ruto. Na ni juzi niliwaambia. My friend Ruto, let me tell you something. Unajua hiki tunaongea kama jokes sasa hivi. Hiyo inasema tu wewe sijui baba ni mgonjwa sijui nini sijui nini. Hivi hivi ndio Makufuli ilianza. Tukasikia breaking news, Makufuli ameenda. Baba jai gonjeka amekuwa kinyang'ani nje ya serikali bila ugonjwa. Bila ugonjwa hata bila malaria. Tukisikia breaking news yoyote, Ruto, Ruto, mimi nakwambia, kwanza tukisikia breaking mbaya kama ile ya Magufuli ya Tanzania, eh, utatuambia baba ameenda wapi na ni kwa nini amekujoini tu hata mwaka ijaisha na ameenda. Hakikisha kama baba ni mgonjwa, amepona, fanya juhudi, wewe ni daktari unajitanga, Dr. William Masamoi Ruto, hakikisha Toa mashini yako yote. Toa pesa yako yote. Baki maskini. Raila Odinga pona kweli kama ni mgonjwa, toa enaji yako yote. Hata wewe mwenyewe afadhali ulale kwa niaba ya Raila Odinga, vaa hiyo kiatu. Hii mchezo mnacheza mwachane ndayo. Na baba akirudi hapa Kenya, baba akae kwake. Pole pole vijana wadogo, wezi wengine waliandamao kina gaucho kila wakati baba, kila wakati ati mimi ndio die hard wa baba, ati kila wakati mimi ndio support wa baba mkubwa, kila wakati mimi ndio support. Kwani nani sio wa support wa baba? Ni nani ame play role kubwa kwa Azimio last election ya 2022? a play kubwa, nilicheza role kubwa mimi Nuru Okanga, na mimi sifuati Raila kwa sababu ya pesa. Yule mwizi aliandimana na fuata Raila juu ya Winnie Odinga, namsaidia Ida Odinga pia namsaidia mimi na kunda familia Raila Odinga inanisaidia lakini napenda baba for free. Na ukweli Biblia inasema ukiongea ukweli, itakuweka uhuru kweli kweli. Hata mimi juzi nimemwona muona wakimoja, akisema ati ati kama hujasikia kutoka kwa Daihard ya Raila Odinga kama mimi gaucho, unasikia kwa nani? Kwani wewe gaucho, wewe ni special sana. Hata kwa masapoto wa Raila, wewe wako. Wewe ni kateli, na we ni wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi mkubwa unaibia hiyo familia ya Raila Odinga. Ile siku atagundua wewe ni mwizi, hautakanyaga huko kwao. Tuache kuweka jokes kwa mzee, tuache kuweka mzaa, tujisimamie sisi wenyewe. Mimi nimeng'ang'ana na bado naendelea kung'ang'ana peke yangu, naenda nyumbani nafanya shughuli zangu, naenda wapi nafanya peke yangu. Mimi najua baba yako na sijawahi husika, saa hii ni mwaka mmoja sijai kutana na baba, na bado mimi ni mwana ODM na support Raila. Naimaanisha tu kukuwa na baba ndio uonekane wewe ni sapota wake, unaweza kutana na baba na kumbe unataka pesa kwake. So mimi nafanya lazi, nikisema tafadhali muwache Raila Odinga apumui. Ile miaka baba ako nayo sio miaka ya kwenda kwa ndege ile miaka baba ako nayo sio miaka ya kusukumana kwa mkutano. Hiyo hiyo miaka ni miaka ya kukaa kwa boma yake, kama ndugu yetu kule Busia amekaa kwa boma ametulia, ametulia. So mimi naomba viongozi wa ODM mheshimu baba. Asa youth wale vijana ambao wako kwa ODM mujisimamie igeni mfano ya Babu Owino, kijana mdogo nako na akona akili kwa shinda mwingine. Ako pale Omabi Gladys Katel, mkora namba one mkora hawezi jisimamia. Nataka niwambie, mupe baba nafasi ya kupumua. Baba ile miaka amefanya hii inji, nyinyi hata muwezi kaa hiyo miaka na hii kora mkonayo inji na saa inji iko kwa crisis, amuongei. Mumekusanya nyinyi kaundi zote, mumeangalia mume Kasipul kukambenia mtu mmoja. Kwani hii kiti ya Kasipul ni ya familia moja? I'm asking. Tumwachie huyo kijana ajiongelelee mwenyewe, munafoza na Kasipul. Wacheni huyo kijana ajiongelelee mwenyewe, aongee, mpaka mnamfundisha speech. We, utakuwa aje mbunge na unafungu, unafundishwa spichi kwa, kwa platform. Na mimi nataka niambie wana Kaspuli, hii nawaambia for free bila uoga yote: mtoto wa nyoka anakuanga na sumu kubwa kuliko nyoka yenyewe. Na wakati Kaspuli alienda kuna baadhi ya watu Kaspuli mzima 90% walisherekea kwa sababu kuna wengine hawakuwa na masikio, kuna wengine hawakuwa na mapua kuna wengine wamevunjwa wame mikono, kuna msichana mwingine alipotea mpaka saa hii familia yake ijai muona. Mkitaka muendelee kukatwa masikio, peni huyo kijana kura. Mkitaka investment pale ka school, peni aroko kura. Na siongei kwa sababu aroko amenipea kitu, sijai kutana na aroko, na akinipea nitachukua kwa sababu siasa ni interest. Siasa unaenda mahali unakula mahali, ya ukuli huwezi kaa huko. Narudia, mkitaka masikio ya vijana yanze kukatwa sasa, fresh kama huyu kijana baba yake alikuwa mbunge na watu wanavunjwa mikono na aongei kwa niaba ya youth, na akikuwa mbunge mtakuwa na amani. Mkitaka mapua ing'olewe na meno na masikio na miguu ivunjwe pia, peeni huyo kijana kura. Na mkijaka miyo kaspuli kuwe na amani, ugunzi muishe, amkeni asubuhi. Ukiona huyo mzee anaitwa Roko. Hizo ndevu ziko na ndevu za, za dhamana, zinakaa kama nywele ya babu wino. Mzee ako na hekima na na pesa yake, hawezi iba. Peni huyo mzee kura. Lakini mkipea huyu kijana, tena aongeze ugunzi ya baba yake tena imuingie. Mtahama hiyo kaspool. Si wadangaji, mtahama. Mnaona mkipea huyu mimi sipingi si, si, si wana kaspuli. Nyinyi ndio mko na decision. Siwezi wapigia kura, but nawapatia advice for free hapa Jakaranda. Na mtu nikiongea hivyo, utasikia mjinga mwingine ananiambia ati huyo kijana uko kwa chama ya ODM na wewe unapinga ODM. ODM inaniletea chakula kwa meza. Kuna siku chama ya ODM kando na viongozi, kando na babu wino, sababu babu wino ni individual, ile ni chama. ODM imeniletea chakula kwa meza. Nawaambia for free. Mkitaka masikio yaendelee kukatwa hiyo kaspuli, peeni huyo kijana kura. Na mkitaka amani usalama ikuwe kaspuli, peeni Aroko. Mimi sijawahi sikia track record ya Aroko mbaya. Ni venye tu huyu kaspuli aliuliwa wakaanza hapo kumzingizia atika Aroko ndiye ameua kaspuli. Aroko siasa ya, ya, ya Homa Bay ndiyo imekula kaspuli. Nani eh, Ong'ondowere. Kwa sababu Ong'ondowere alikuwa anataka gavana na Gladys Wanga alijua mzuri Ongondo Were in 2027 akifika atamngoa jijazi hapo, question mark jijazi, kwa sababu hata last election Ongondowere alikuwa anaenda governor, baba akamuita akamkalia chini akaachia Gladys. Na Ongondo Were hakuwa mchezo, ungecheza na yeye unatolewa kwa nyumba. At the same time, wale watu walikuwa wanapanga watu kutolewa kwa nyumba, ni huyo kijana anakuja hapo kuambia kizungu mingi na Kijaluo. My friend Uongozi si ya familia. Hata kwetu, mkitaka kujua sisi matungu tuko na uwerevu. Wakati mbunge alikufa yule mrunga, hiyo tabia walikuja naye wakasema atuwarudishe mkono kwa familia, tuliwaambia wacheni watu wa matungu wachague, na tukachagua mbunge mwenye tunataka. So mimi naambia watu wakaspuli, nyinyi watu wakaspuli mumepitia machungu, vijana, hasa vijana mimi naongelea vijana, si wa mama, vijana nyinyi ndio mmeapa mkakuja hapa Nairobi juu ya baba ya huyu kijana, na tena huyu kijana ako kwa ballot. Nawaambia, nawaambia, na huyo na na kijana akiingia, mtakuja kuniambia kweli, kama tungesikiza advice ya Kanga, hatungekuwa hapa. Sipingi ODM kusimamisha mtu, sipingi, mimi ni memba wa ODM. Nasipingi ODM, but umesimamisha nani? Ako na interest gani pale kaspool? umesimamisha nani? So mimi nataka kusummarize nikisema, Baba Raila Odinga mahali ulipo, all the best, unakuombea nafuu ya haraka. Kama ni porojo ya social media, pia wachi kue porojo, na kama pia kuna maleria kidogo kidogo imekupata, wacha uhudumia wa haraka na utokee uongee, kwa sababu wakenya sahii wako na wasiwasi. Wakenya sahii wako na wasiwasi kubwa, 90% ya wakenya wako na wasiwasi nao. 90%, simu zote zinaelekea kwangu, ukaanga baba ako kwa wapi, ukaanga wewe rafiki ya baba ako wapi, ukaanga wewe rafiki ya baba ako wapi. Mimi nawambia baba ako safe. So baba, mahali uliko tokelezea, uongeleshe wakenya ili wajue Baba uko safe, hiyo tu ndio wakenya wanataka kujua, na mimi nahakikishia wakenya, baba ako safe mahali aliko. Wacha apumzike kidogo, aoge maji inyoroshe ngozi, akirudi takuwa amerudi kama kija, mtoto wa miaka tatu. Hiyo tu ndio naweza waambia, na Wakenya, muombee baba, na wale ambao wanasema ati baba wamekufa, ukufe. Before Raila udinga akufe, we mwenyewe ukufe. Mnakumbuka Sangoku? Sangoko alichukua kitabu ya BBI akachimba kaburi akazika. Miezi sita ikaisha, mtoto wake akajipiga risasi. So hii kitu natagia baba. Before baba aende, wewe mwenye ume tweet baba amekufa, ukufe na ukufe kifo mbaya, uingie kwa gari nyonge shingo yote, ukuwe chapati kwa barabara, ukuwe tu chapati wazoe tu mchango aende wazike. Uwezi takia baba akufe. We ni nani? We ni Mungu. Kumbafu. Baba hawezi kufa sahi. 160 years ndio baba anaka. Na hata baba, baba, baba mwenyewe hayuko. Kuna wajako ya aliwambia baba ni spirit. So nyinyi mnangoja baba mgani akufe. Yule ni spirit Mungu alieka ndani mwake spirit. Hawezi kwenda sahi. Thank you very much. God bless you. Ah, uh, okay. Kwa majina naitwa Nuru Okanga, kijana Kakamega County, majalia Matungu Constituency, Horera Ward. Mwenyezi Mungu kama 2020 2027, nitafika nikiwa hai, naenda kung'ang'ania kiti ya MCA kule nyumbani. Na before niingie kwa mada yangu leo ama kwa jambo lenye le limefanya nikaita hii press hapa siku ya leo, ninataka niombe wa Kenya, jambo la kwanza wasimame na mimi kwa sababu nataka niende nyumbani kuelimisha vijana washike kura, kwa sababu mimi ni kijana ambaye nimeona mbele, na vijana wengi ndio wanatumika kwa mambo ya kuingiza viongozi kwa pawa, na wakishaingiza viongozi kwa pawa, viongozi wanawakimbia. Na vijana wengi pia kwa saa hii hawana kura, kijana anafikiria ya kwamba Akiwa na ID ako na kura. La. Ukiwa na ID enda kwa IBC ushike kura, sababu hata pia mimi nataka kwenda nyumbani the same time na elimisha watu kubadilisha kura ama kushika kura. And the same time mimi naenda kushika kura kwa sababu kura yangu ni hapa Nairobi, na naenda kubadilisha kwa sababu ninasimama nyumbani. Watu wengi wamenishauri nisimame hapa Nairobi, lakini mimi sitaki kusimama hapa Nairobi nasimama nyumbani kwa sababu mimi najua udegefu ambayo uko nyumbani. So mimi kama Nuru Okanga, mimi najua niko na mafollowers wangu, niko na mashabiki wangu, wale ambao huwa wananisapoti kwa function yoyote, huwa wananisapoti kwa 0729362499. Watu wengi wanasema mimi ni omba omba. Nataka niambie watu ya kwamba siasa huwezi fanya na pesa yako kwa mfuko hata ukiona hawa viongozi wakizunguka wakina Stephen Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, na tembea hawajategemea pesa yao kwa mfuko. Kuna mahali wanasapotiwa. So mimi kama kijana mdogo ambaye sina kazi, niko hapa Nairobi na nimejitolea kusimama na Wakenya. Niko na budget ya only 40000. Mimi huwa nikipanga kitu napanganga na budget. Na mimi najua hiyo budget ya 40, 000, Majenzi, nimeona umesimama na watu sana, na mimi niko nyuma yenu. Majenzi, mimi najua nyinyi ndio mnakuja kuamua uongozi wa hii nji itaenda wapi. Naomba mni support niende nyumbani nielimishe vijana, wamama, wazee ili wapate kushika kura, kwa sababu hatuwezi kuwa tunapiga kelele one time, one time, one time, na una ile silaha itapeleka Ruto nyumbani ni kama umeenda kwa shule na una kalamu na una kitabu, hakuna mahali utaandikia. Ama umeenda kwa shamba na una jembe, hautalima kitu. Yenye itapeleka ruto nyumbani ni, ni kura yako vijana. Mimi naomba ukuwe Nairobi, ukuwe Western, ukuwe Turkana, ukuwe Mandera, ukuwe Ukambani, ukuwe mahali popote, all count for 47 in this Republic of Kenya. Kila mtu aende ashike kura na itakapofika 2027 sisi youth na mimi nashukuru youth kwa sababu saa hii hakuna mambo ya ukabila. Ukiona yule mtu anapiga mambo ya ukabila ni hawa watu wa nyanza wa wachache sana, tena ni watu wachache kutoka hapa Nyanza ambao wanaongea mambo ya Mkikuyu, wanaongea mambo ya Mjaluo, wanaongea mambo ya Mluya, wanaongea mambo ya Mkamba. Saa hii ile njaa iko ni njaa iko kwa kabila zote, kazi hakuna kazi hakuna kwa kabila zote. Madaktari wamegoma. Haujasikia ya kwamba Nyanza hawajagoma kwa sababu Nyanza wako kwa serikali? Nyanza the same, same. Madaktari wamegoma Maundi Kenya, madaktari wamegoma Kenyatta, watoto wanakufa. Jana niliona news mpaka nikahurumisha, watoto wa mama wako wajauzito, wanakufa na watoto. Mimi nataka niombe hii government ya Ruto, si madaktari wamegoma, si ma-lecturer wamegoma, hii nchi tunaenda wapi? Na umesikia tena comrade wamesema ya kwamba kama serikali haitasikiza matakwa ya eh, wale waajiri wa ama wale maelektara pia comrade wanaingia kwa barabara. Na mimi nataka nishauri, nataka nishauri comrade, kwa sababu mimi najua hii ni biashara inapigwa na wale wakubwa, wale ambao wamewekwa mbele wale maelektra kuna baadhi ya malecturer wale wadozo wako pale juu wanatengenezanga mgomo, wanaitwa kwa meza, wanapewa pesa, wanamaliza mgomo. Mimi nataka niseme venye mli demand ya kwamba hiyo pesa ilipwe ndio muingie kwa class. It is the must. Ruto ajibike sahi, hakuna kubembeleza punda. Ruto lazima ajibike kwa sababu sera zake ndio zinamuuza sera zake ndio zimemlock down hii pesa yenye Ruta anasanya sanya, hasa ile sijui anaweka mambo ya, ya uh, empowerment. Hiyo pesa haisaidii mtu yoyote. Huwezi chukua watu kumi waweke pamoja, wapee pikipiki moja, watu kumi, mashini ya welding moja. Hiyo pesa Ruta angesanya apeleke kwa mahospitali, hiyo pesa Ruta asanye apeleke kwa university. Wazazi wamelipa school fees wazazi wamelipa rent. Ulisikia jana comrade wakisema ya kwamba right now pesa ambayo wamelipa ya mwaka mmoja, awajui tena kama wataambiwa walipe school fees, zile nyumba wanakaa, rendi inaenda. Mimi nataka niombe comrade, vijana, mambo ya ukabila tuwachane nayo, tupige siasa ambayo iko neutral, tupige siasa tukijua ya kwamba kama madaktari wamegoma Mount Kenya, wamegoma western madaktari wamegoma Western wamegoma Nyanza. Mimi nilikuwa na expect Nyanza ndio madaktari wafai kugoma, kwa sababu watu wanajipiga kifua kila mara tuko ndani ya serikali, pesa inalala Nyanza, sijui treasury inatoka Nyanza, siju nini inalala Nyanza, sijui nini inalala Nyanza. Siju Nyanza, mbona nyinyi madaktari Nyanza wamegoma juzi? Tumeona magunusi wakipiga daktari na hiyo ni tabia mbaya sana kwa watu wa Nyanza Madaktari kama kuna mtu nafaa alipwe pesa mingi. Mimi wanasema kila wakati ni department tatu: department ya daktari, department ya mwalimu na department ya polisi. Hao watu nafaa kuwe na mshahara, lakini ni jambo la aibu. Daktari amesoma, school fees ya daktari ni pesa mingi sana. Wachana na school fees, ndio uhitimu kuwe na grade ya kupata uende udaktari, lazima ukuwe na grade mzuri na unakuta mtu kama Aden Duale mwenye hata ajui kwa kuchora, kushika shindano, amewekwa kwa health. Hii inji imeharibika. Na mimi nataka nishauri wale viongozi ambao wako hapo mbele. Kuna watu wengi wamesomea mambo ya udaktari. Duale amesomea kudunga mangamia shindano. Wakenya wamegeuka wamekuwa mangamia. Hata ukiweka kwa mtu kwa docket, lazima uangalie huyu mtu amehitimu kufanya hiyo kazi. Amehitimu ndio maana wameleta masomo uende usomee mambo ya mifugo na usomee mambo ya wanadamu. Ndio wale amesomea kudunga mangamia mashindano huko kwao. Kuna watu wamesoma, kuna watu wamesoma wale ambao wamehitimu hiyo kazi, lakini wanaacha wale watu wamesomea. Ile Kenya imeharibika kwa sababu wanachukua yule mtu ambaye amesomea kazi ya, ya mifugo wanamweka kwa, kwa doketi ya, ya wananchi wanachukua mtu amesomea wa doketi ya wananchi wanamweka kwa doketi ya mifuko. Sasa ikifika huko watu wanafurugana, lazima tuelezane ukweli, na ukweli itabaki kuwa ukweli ya kwamba hii inji 2027 lazima tuirudishe kwa mikono sawa. Tutashikwa, tutafanywa kila kitu, tutadhulumiwa, sisi sasa ndio tutaingia kwa historia kama Raila Odinga. Wakati Raila Odinga aliona inji inazama, wakati wa Moi alitoka inji na kupiga kelele. Kuna wale watu walikuwa ile mrengo wa Moi, na kuna wale walikuwa mrengo ya wa Raila Odinga, alipiga kelele hadi inji ikanyoroka, na saa hii kubishana na Ruto ni kama kubishana na Moi. Hata afadhali Moi, Moi alikuwa anaua wazee, Moi alikuwa anaua wazee. Leo hii serikali ya Ruto inaua comrade wale wasomi. Inji itapata aje uongozi bora kama mnaua wasomi? na mtake kuongeleshwa, mkiongeleshwa pingu, mkiongeleshwa risasi, mkiongeleshwa wanlege, mkiongeleshwa shutu, tukili sisi, hatutaogopa kuongea. Voice ya comrade ni voice ya Mungu, na Mungu akiongea, comrade wameongea. Nataka niambia administrator ya Ruto, kwa sababu nyinyi mnajipiga kifua na mnafanya venye mnataka. 2027, mtatuambia kama mtarudi kwa power hizo kura mmetoa wapi? Na nani amewapigia? Na mmehesabia wapi? Na nani amewatangaza kama president? Wainji sisi 2027 majenzi comrade, ile shida tunakula saa hii. Hawa watu saa hii wanaiba pesa wanaweka, kwa sababu wanajua after all watakuja na mapesa kwa magunia, makomredi wa kule wawarudishe kwa pawa. Pesa ikikuja kueni, kama kashagwa kupiga makofi mia tano kucheka elfu moja kusmile elfu mbili, mwafurahishe. Mkishawafurahishe kishafika siku ya kura, kama Steven Kalonzo Musyoka ndi atakuwa kwa baloti, pigia Kalonzo. Kama Matiang'i ndio tutakuwa tumeamua, pigia Matiang'i. Hatutaki kuangalia atuwewe ni kutoka kwa jamii gani. Watu wengine kutoka hapa Nyanza, wachache sana wanasema oh, Kalonzo ni muoga. Kalonzo, mimi nauliza nyinyi swali Mkuwe na heshima, mkuwe na heshima. Kalonzo amesimama na Raila for 15 years akiconfuse wakamba akipigia Raila Odinga, hiyo wakati Kalonzo hakukua muoga. Saa hii Kalonzo hako kwa, kwa nje nje ya serikali amekataa hii government, mnaanza kusema oh, Kalonzo hezi ongoza nje, Kalonzo ni muoga, sio. Kalonzo ni watermelon, my friend. Kila mtu hako na stand yake. It is high time saa hii kama baba ataleta mtu kuendozi mtu kusimama president akuwe Stephen Kalonzo Musyoka. Wengine wanasema hapa chini, atuo wakisi ni watu wawili, wakisi ni watu watatu, ati matianga kiongoza inji. Sisi hatutaki kujua population ya mtu, tunataka yule kiongozi anaingia kwa bawa na anafanyia wakenya kazi. Hatutaki kujua atu wakisini watu wangapi, wakikui ni watu wangapi, Waluya ni watu wangapi, hiyo sisi hatutaki kujua tunataka yule mtu akiingia kwa ofisi within 100 days ama one year, makambuni zimerudishwa watu wameajiriwa kazi, komretu wako kwa shule na kila kitu, ina run. Linda mama imerudi. Hatuwezi kuwa na serikali yenye yezi jali wa mama, hata wale wako na ujamzito. Mwanaume meng'ang'ani, umepeana mimba, imefika siku ya kuzaa, mtoto amekufa, atikutuko na serikali hii. Ni serikali ina gani, imeoza kila mahali, inatoka damu kila mahali. Ndio mimi nokanga nasemanga, ukweli itabaki kuwa ukweli. So mimi nataka niombe wa Kenya na viongozi wa upinzani, hii tabia mmeanza kuzozana mkienda kwa makanisa, mkienda kwa matanga, hiyo ujinga hatutaki. we need unity na mkoperate hii mambo. Matanga anaongea hivi, Kashago anaongea hivi, Kalonzo anaongea hivi. Nyinyi wote mko nyumba moja, na mkianza kupigana mnapea adui chance. Mimi nawaadvise kama kijana mwenye ana masomo kama kijana mdogo. Kama tutaamua ni Kalonzo, wacheni tutembee na Kalonzo. Tukiamua na Matiang'i, wacha tutembee na Matiang'i. Inji iko iko mahali pabaya mwenye, mwenye yuko Kenya ndiye anaweza sema inji iko sawa. Mwenye akai hapa Kenya saa hii, ukienda Kenyatta watu wamekufa, wamama wamekufa wakizaa, na sio Kenyatta peke yake, na kuna mchezo ambao inapigwa saa hii Ukienda Mamalusi wanakutuma Kinyatta, ukifika Kinyatta unarudishwa mama Lucy. Wamama wanazalia kwa njia hii. Ni tabia gani hii serikali iko nayo? Hii ni tabia gani? Alafu unakuta mtu mwenye ako na akili anasema tutam, tutam, tutam. Tutam ya mataka ya mama yako, tumesema Ruto lazima aende nyumbani na tubembeleze mtu hii? Hakuna kubembeleza. Hem, unaendelea kufuruga amani ya nji Unaenda kufuruga unaendelea kufuruga madaktari, unafuruga ma lecturer, unafuruga comrade. Hiyo hiyo ndio unadunga, una kwa kidonda. Lazima Ruto aende nyumbani. Mimi hata leo hii nikishikwa, niwekwe ndani hata kule kwa jela, nitapiga against Ruto must go home. Kwani kuna mtu anabebea mwingine makende kwa lem? Kila mtu anatembea na mayai yake, na tukifika hapo, kila mtu ni mwanaume na kila mtu anazalisha hakuna mtu akuja kuniambia ati ati wewe ukaanga hivi sijui uenda hivi. Mimi siwezi pangwa. Nataka niongelee ile jambo, nimeona watu wakinisumbua sana. Tafadhali mimi sio daktari wa Raila, hiyo ndio kitu ya kwanza. Mimi sihusiki na mahali popote na kutibu Raila. Naona kila simu ikikuja kwangu. Leo asubuhi nimepokea simu karibu mia moja ati nasikia breaking news, ati baba ako wapi? Baba ako wapi? Mimi kwa imani yangu najua, kwa roho yangu sijaishtuka. Baba ameenda kurelax kule Dubai, nako kwa sherehe zake, baba ana relax. Saa zingine watu mwanasiasa wana, unaamua kurelax na mimi. Nataka niombe kwa viongozi wa ODM akiwemo Junet, Gladys Wanga na wale vibaraka wale wanakaa nyuma ya Raila, tafadhali muache Raila, pia akirudi hapa Kenya apumue Baba saa hii astahili apande ndege apande gari sijui aende wapi sijui anaongea wapi, the them mnapandisha Raila Odinga ndege. Hiyo ndege ikitua hiyo upepo, akishuka hiyo vumbi akivuta ina muaffect hiyo. Mkongamano mnakuanga watu wanaingia kwa Raila wakisukumana, wakisukumana, hiyo vumbi ikitoka juu ina muaffect saa hii baba Raila Odinga inafaa kae kama muawori amekaa nyumbani. Kwa sababu amemaliza mambo yake pia muache Raila Odinga relax. Hiyo mafuta pia ya ndege ina affect Raila Odinga, mafuta ya gari ina affect Raila Odinga. Muache Raila Odinga akirudi hapa Kenya akishamaliza mapumziko yake aende akae pale Karen. Nyinyi muende huko ushauri, muulize Raila hapa tumeona hivi, tumeona hivi, wewe kama mzee unasema aje? Si kila wakati kusukuma Raila Kile wakati baba twende, kila wakati baba twende, twende, kile wakati nyinyi ni wanaume? Kwaani nyinyi ni wanaume wa gani? Mimi nauliza, nyinyi wanaume wa gani? Nauliza, nyinyi ongelesha wananchi bila Raila Odinga. Hata Raila Odinga anawadharau sana, lazima mkuwe wanaume kama babu wino. Edwin Sifuna. Nuro Kanga. Nuro Kanga Voice ya Comrade. Mwaje kusumbua Raila Odinga. Kila saa baba, kila saa baba. Hata baba anataka kukojoa, mnamshutua, makojoa inapotea. Baba anataka kwenda kwa choo, mnamshutua, kinyesi inapotea. Lazima nyinyi vijana mjisimamie. Jisimamieni. Junet, Aladwa, Sakaja. Nyinyi ni wanaume wa gani waoga? ambaye amwezi jisimamia nyinyi wenyewe, mseme ya kwamba sisi kama comrade, sisi kama youth tukae pamoja. Mtu kama Babu Owino anang'ang'ana sana, alafu nakuta alisema, oh, Babu ni mtoto wa muhindi, mama yako ndiye alikuwa na huyo muhindi ndiye akazaa Babu. Kumbafu nyinyi. Babu Owino ni sauti ya jenzi na Babu Owino ni sauti ya comrade, kwa sababu babu ni kwa sababu babu kwa sababu Sifuna pia ni Sifuna kwa sababu Caleb Amisi ni Caleb Amisi kwa sababu wameangalia hapo mbele Raila Odinga ataenda retire, amtajisimamia amtachaguliwa na watu, kwa sababu Raila Odinga ameenda retire na atawashika mkono babu. Huyu pia anajaribu upande wake, anaona baba pia. Baba Raila Odinga alianza kung'ang'ana wakati baba yake hako hai na akasucceed. Hata pia nyinyi wale watu wanafata fata Raila Odinga kwa mgongo, wachaneni na baba apumue. Mkiona hapo Babu Owino amutaki, amu nanyi ndio mlalamba Raila, hello hello hello hello, mnimekuwa kama pusi kilamba maziwa. Na waomba youth Kenya, saa yetu kianza kuhesabu. Wale wanaume wanaweza jisimamia ni watatu peke. Kwa nini? Babu Owino, Nuru Kanga, Kaleb Amisi, Edwin Sifuni. Period. Watu wengine ni kufuata tu Raila, hata Raila, Raila, Raila, Raila, Raila. Hata baba apate nafasi ya kuzungumza na familia yake. Baba amechoka. Na baba inafaa relax. Na waomba mwache kupea Raila Odinga pressure.